Bwana, hiyo ni sauti ya ia... Dogo ambaye anafahamika kwa jina la Dogo Pateni. Bwana Dogo Pateni ni msanii wa Singeli ambaye sasa hivi kila mtu anamfahamu hapa Tanzania. Ni msanii ambaye amechipukia hivi karibuni na amekuwa akifanya vizuri kwa muda mrefu sana, na kitu ambacho tume notice bwana, ni kwamba Dogo Pateni ameshindwa kuperform jana. Jambo ambalo limefanya watu wengi sana washangae kwamba nini ambacho kimetokea mpaka amba Dogo Pateni ameshindwa kuperform, na sababu kubwa ambayo imesababisha yeye kuto kuperform ni kwamba amekaukwa na sauti. Kwa hiyo hicho ulichokuwa nakisikia hapo ni Dogo alikuwa na struggle katika swala zima la kujitahidi aweze kutoa sauti, ili mradi tu aweze kutoa burudani kwa mashabiki zake, lakini ni kitu ambacho imeonekana wazi kabisa kwamba imeshindikana. Sasa basi u... kukaukwa kwa sauti ya Dogo Pateni kumeanza kuhusishwa na imani potofu za kishirikina hiyo ambapo wadau mbalimbali wameanza kuhisi kwamba Dogo Pateni bwana amelogwa, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba moja kati ya wasanii wenzie ambao wapo katika mziki wa Bon, uh, mziki wa singeli ni Dula Makabila, kwa hiyo watu wengi sana wameanza kumtaja Dula Makabila kwamba ameanza kumchawia huyu dogo, ni singeli. Na dogo anaf, anafanya vizuri sana, kwa hiyo watu moja kwa moja wamehusisha huyu kijana kwamba ameshindwa hata kuperform mbele ya mashabiki zake, sauti imemkauka, ilikuwa haitoki kabisa. So comment ni nyingi sana ambazo zinahusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa, nataka nikusomee hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza ambazo zinahusiana na hiyo issue, wadau wakiwa wanadai kwamba dogo amelogwa na Dula Makabila. kwa mfano, kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba bwana Dula Makabila keshamtumia mganga wake eh, wa malinyi Haya <laughs> so kumbe bwana uchawi upo. Aje Kigoma kwanza huyu dogo tum, tumchemshe. Kuna mtu anasema bwana ameshamroga, so jamani mtoto wa watu. So bwana, maziwa ya bin, maziwa na binzari inafungua hiyo sauti mara moja kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema bwana huyu tayari ameshapigwa kitu kinaitwa mpepeluko mfululizo huen bumper to bumper shows mfululizo zinamfanya anakosa time ya kurecover. So hayo ni maoni mbalimbali mbali ya wadau, lakini maoni na komenti nyingi sana. Kwa mfano kama huyo hapa anaitwa na solo